Kwa Mwenyekiti, daraja hili litakamilika kama tulivyosema kwenye taarifa yetu tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka elfu mbili na ishirini na tano. <laughs> <laughs> <Todale itakamiliki. laughs> na tumesema kwamba kama mtakumbuka, wajumbe baadhi hapo wamesema wanaangalia zile vitu mbalimbali ambavyo bado havijatekelezwa. Nafurahi sana waheshimiwa wabunge walio wengi ni wakandarasi, wamesaidia kulijibu hilo vizuri Yaani kikawaida kazi za kiujenzi zimeshakamilika, hivi vilivyo baki ni vitu vidogo sana. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, niseme tu wazi kwamba ni kweli kwamba kumekuwa na knowledge transfer, skills transfer kwa kiasi kikubwa sana katika ujenzi wa daraja letu hili na madaraja mengine yanayoendelea hapa nchini. Serikali kwa makusudi imeweka wahandisi wetu pale ili waweze kupata ujuzi wa kutosha ili kesho wenyewe wasimamie ujenzi wa, wa madaraja menyewe na kusimamia shughuli hizi ambazo zikihitajika katika nchi yetu. Mmeona katika taarifa makampuni mbalimbali ya ndani yamekuwepo muda wote kuhakikisha kwamba wanapata ujuzi kusaidia baadaye kuendeleza ujenzi wa aina hii katika maeneo yetu mbalimbali mbali. Ni mkakati wa wizara, kama mnafahamu, tunasisitiza sana habari za local content. Lengo la wizara ni kuhakikisha kwamba watu wetu wa ndani wanatumia miradi hii kupata ujuzi ili wawezeshe wenyewe wa kusimama kwa miguu yao kuendelea kufanya shughuli hizi katika taifa letu. Naahidi kwenda kusimamia kuhakikisha kwamba kwa, kwa, kwa vyovyote vile utekelezaji wa mradi huu unakamilika kwa wakati, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwa kwamba miundombinu yote na shughuli za kiusalama zinawekwa vizuri, pamoja na mkakati wa kimatengenezo unawekwa vizuri kutekelezwa kulinda usalama wa daraja hili na matumizi yake kwa umma. Tumepokea kwa uzito mkubwa sana pongezi za waheshimiwa wa bunge na kamati hii kwa Mheshimiwa Rais na serikali ya awamu ya sita. Kazi iliyofanya na Mheshimiwa Rais ni kubwa sana katika kuhakikisha fedha hizi za mradi zinalipwa kila zilipohitajika na mpaka sasa hivi, ndio maana mnaona katika mazingira ambayo e, bilioni mia tano na thelathini na tisa zimeshalipwa na, na mkandarasi na hadai anatakiwa kukamilisha kazi. Mheshimiwa wa Bunge kwa pongezi zenu hizo kwa Mheshimiwa Rais, lakini tunawashukuru tumawashukuru vile vile kwa pongezi kwa wizara yetu ya ujenzi kwa Mheshimiwa Waziri wetu Ulega, katibu mkuu na watendaji wetu wa TANROADS tunawashukuru sana kwa pongezi, tumezipokea kwa heshima kubwa sana. Kamati ya kudumu ya Bunge ya uwekezaji wa mitaji ya umma imetembelea mradi huu mkubwa wa ujenzi wa daraja ala JP Magufuli Kigongo Busisi ambao liko kwenye mkoa wa Mwanza a, kimsingi daraja ambalo a, nila, ni la kilomita takriban tatu nukta mbili na ni mradi ambao thamani yake jumla yake kamilika ni bilioni mia sita na kumi mradi ambao kwa sasa tumeshuhudia kwamba umefika asilimia tisini na saba. Kwa kweli ni mradi ambao ukiuona kwa kwanza uh, ni kweli huko asilimia 97 kwa sababu hapa ikitokea dharura, magari yanaanza kuvuka tu kupitia daraja hili uh, zimebaki tu zile marking na kukamilisha vitu vidogo vidogo uh, kwa ajili ya, ya, ya magari kuanza kupita. Na tegemea tarehe 30 mwezi wa Aprili manake mwezi ujao daraja litakuwa limekamilika kwa ajili ya matumizi kabisa. Naamini serikali itataka utaratibu mzuri wa namna uzinduzi wa daraja ili kuhakikisha kwamba wananchi wanaanza kutumia daraja hili. Kwa hiyo ni daraja la kipekee, daraja ambalo tunakuja kuwasaidia wananchi hasa ambao ni watumiaji wa barabara hii ambao mara nyingi wamepata changamoto kubwa sana na vivuko hivi, walikuwa wanatumia zaidi ya masaa mawili kwa ajili ya kuvusha vivuko, na hiyo ni wastani, wakati mwingine masaa mawili ilikuwa nazidi, lakini sasa hivi watatumia takriban dakika tatu tu ukiwa na gari lako kuvuka hapa. Zamani ilikuwa nakumbuka wagonjwa wanaotoka na mgonjwa mahututi mikoa ya Kigoma huko umetoka, e, Kagera unakuja hapa mgonjwa yuko, yuko mahututi kwenye ambulance anasubiri masaa matatu ndo avushwe kwenda e, kuaishwa kwenda Buganda kwa ajili ya rufaa. Lakini pia watu wanawahi ndege, wanaosafirisha bidhaa mbalimbali wanalazimika kukaa hapo hapa kwenye kivuko zaidi ya masaa mawili mpaka matatu, saa hivi watavuka kwa dakika tatu. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba E, daraja hili italeta mapinduzi makubwa sana ya kiuchumi, ya kimsingi na kimsingi inavutia ni sehemu ya utalii, kwa sababu kwa Afrika Mashariki e, na Afrika ya Kati daraja hili halipo, na kwa Afrika nzima ni daraja e, zuri na refu la sita Afrika nzima. Kwa hiyo tunaamini watakuja watu wengi sana kujifunza huu mradi serikali imeweza kufanikisha namna gani. Kwa kwanza nipende kuipongeza serikali uh, chini ya uh, Mheshimiwa Rais uh, uh, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kweli wakati anapata e, nafasi ya, ya rais huu mradi ulikuwa bado huko chini. Ulianzishwa na mtangulizi wake Dr. John Pombe Magufuli, lakini kwa bahati mbaya Mungu akamchukua. Alivyokuja Dr. Samia Suluhu Hassan huu mradi ulikuwa uko chini, lakini ametoa fedha nyingi sana na kuhakikisha kwamba mradi huu umesonga mpaka e, huko asilimia 97 wakati ulikuwa asilimia ngapi? Ilikuwa likuwa ishirini na kitu, Shina kitu yalikuwa chini ya asilimia thelathini wakati mama samia anachukua Kwa hiyo amejenga zaidi ya asilimia sitini kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo serikali ya awamu ya sita imefanya haya mambo hayapatikani eh, popote duniani miradi kama hii ndio maana tangu uhuru unatokea eh, eh, ilikuwa inaogopa kuguswa kwa sababu inakula hela nyingi zaidi ya bilioni mia tano nusu trilioni imeshatolewa na mradi wote huu ni bilioni mia sita na kumi jumla yake eh, mpaka ah, malipo ah, ya mwisho kwa hiyo kwa kweli nipende kuipongeza serikali kwa kazi kubwa na nzuri e, iliyofanya kuanzia wazo lakini na utekelezaji, lakini pia ni wapongezi Wizara ya Ujenzi na TANROADS kwa ujumla kwa usimamizi thabiti wa karibu ambao kuhakikisha kwamba tunapata daraja hili la kisasa na kimataifa ambayo imeandika historia katika nchi yetu. La yangu ni kwamba hii asilimia tatu e, iliyobaki TANROADS wataendelea kusimamia kuhakikisha kwamba inakamilika lakini pia watalitunza daraja hili, maana itakuwa chini yao kwa maana ya kufanya maintenance ili litumike leo na vizazi vijavyo. Sisi sasa hivi tuko hatua za mwisho kabisa za ukamilishaji wa daraja hili la Kigongo Busisi, kama mnavyoona sasa hivi ni lami, na karibuni mwezi wa nne tutaanza kuruhusu magari kuanzia katikati ya mwezi wa nne tunawathibitishia wananchi kwamba tutaruhusu magari yapite katika daraja hili, na ninyi wenyewe ni mashuhuda. Sasa hivi tuko hatua za mwisho za matengenezo na tunafunga sasa hivi, kama mnavyoona, taa pamoja na guardrail na handrails. Kwa leo hizi ni za hatua za mwisho kabisa kabisa na kumaki eh, kuweka alama za barabara. Kama mnavyojua upande mmoja wa barabara unaruhusu magari matatu upande huu na upande ule wa pili kwa hiyo lazima tumaki, ndio hatua ambazo tuna, tuna, tumebakiza ambazo mimi ni imani yangu kwamba kufika mwezi wa nne mwishoni magari yataruhusiwa pande zote mbili. Kwa wananchi wote, tushirikiane kulinda miundombinu hii ambayo inawekezwa na serikali kwa gharama kubwa. Kwa leo sisi tu mawakala, yule yote tukayoona anafanya kuharibu miundombinu yetu, ni vizuri tusimame kwa pamoja, tukemee jambo hilo na niomba Watanzania wote tujali mali za umma tunazozijenga. Hizi ni kodi zetu, kwa hiyo ni vizuri sasa tuzilinde, ili zitufikishe mahali panapostahili kulingana na eh, makadirio na design ya daraja hilo.